Karibu na ujambo mpenzi mtazamaji wa Atlas Media TV. Mimi niite Joseph, Nuru Joseph, Momposa, eh bana, kwa mara nyingine tena na kujia mbele zako tukiwa tunafahamu kwamba leo ni tarehe kumi na saba mwezi wa nne mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Ni miaka mitano tayari imepita toka tumekumbwa na janga la mafuriko jijini Uvira. Hapa sehemu ambapo unaponiona ni eh, kwenye ofisi ya meya wa jiji. Sasa hapa tumekuja kufanya nini? Tumekuja kuzungumza na mea wa jiji ili aweze kuongea neno moja tu kwa raia wa Uvira kutokana na miaka mitano hii ya mafuriko ya Uvira. Pia atazungumzia kuhusu usalama ambao unaendelea e, kuzorota e, kwenye nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia e, video ambazo zinaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zinazoleta wasiwasi kwa raia wa hapa Uvira. Basi kaa na mimi mpaka pale tutakapofika tamati. Twende tumuone mea wa jiji wa Uvira.

Kuvira, une ville sinistre. Kitu kya kwanza kwa hii ukumbusho ni kutafuta tena kuleta pole kwa majamaa zote zenye zimeweza kupoteza watu waile maile, maile, nane haiko tusema, watu mpaka watu wengi maisha yao imerudia nyuma zaidi apartiri ya ile mafuriko. Basi hii siku ya leo ikuwe siku ya ukumbusho.

preexaktema okay. Uvira sianguki na Uvira haitaanguka kama hebo, kama kama wako wa na militeri ifo bayuwe, kama tuko na wamiliteri, na tuko na wazalendo na wasiwazi, kama watafika tu wanaingia mwingine hapana, tumejitayarisha na kama wanatafuta kujionea, watajionea, wapime tu. Wakui me akaja, haiko komedi tuko nafanya, hapana, tunajua nini tunasema, na wakati tunatangazia watu wakue free, par contre tuendelee kukuwa makini, isike ile ni mchezo wa adu. Mwenye anaona ile video anaipatia mtu mwingine, iko natangazia, iko anasaidia adu ya ot kamateni hii mambo, nasema mwambie, kama adui hata ingia Uvira hata siku moja, akawa na reseaux sociaux dae tuifanya kampani, tuko na mwa retar fanya kampani o nafanya kampani ya kuambia wakongomani wasimame, sisi wote hatutakuwa kwenye vita. Ni sisi wote tunaweza pigana.

na yua mambo ndiko nasema, vraiment mwenjo nashukuru sana kwa hii wakati yote mnifunga juu ya kufanya interview.